Jumamosi ya leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025, ilikuwa ni siku maalum iliyopangwa kwa ajili ya wale wa Tanzania wenye vigezo kuchukua e, fomu za kuwania nafasi mbalimbali za uongozi katika chama cha mapinduzi CCM, hapa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa siku ya leo bana, tumeshuhudia wasanii na watu maarufu mbalimbali wanaohusiana na mambo ya burudani, lakini pia wanaohusiana na mambo ya michezo wameweza kuchukua fomu, lakini pia ambao waliwahi kuwa e, kwenye hizo ngazi za ubunge, udiwani na sehemu mbalimbali unyazifa mbalimbali za uongozi hapa Tanzania, wameweza kuchukua nafasi mbalimbali mbali za uongozi Oktoba 2025 ambapo ndo uchaguzi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utafanyika. Na ambayo waga kama vile imekaa sehemu moja. So nimemwona Mkojani pia ambaye yeye amechukua e, fomu ya kuwania ubunge jimbo la Temeke pale Dar es Salaam. Nimemwona RJ the DJ ambaye huyu ni ndugu wa Diamond Platnumz e, bana amechukua fomu ya kuwania e, ubunge e, pale jimbo la Mbagara Dar es Salaam. Pia nimemwona Shetta ambaye amechukua fomu ya kuwania nafasi ya udiwani. Nimemwona pia eh, rais wa klabu ya Yanga Sports anaitwa Haris Saidi au Engineer Haris Saidi, nimemwona pia amechukua fomu ya kuwania jimbo la Kigamboni pale Dar es Salaam. Hashimu Ibwe pia, huyu ni afisa habari wa Azam FC ambaye pia inatoka hapo hapo Dar es Salaam. E, amechukua fomu ya kuwania ubunge kule kwao Kilimanjaro, umeona lakini pia tunaona na tulishuhudia pia taarifa ambayo ikimuhusu msanii anaitwa Harmonize bana, na yeye kuna namna fulani hivi kama aliwiwa kuwania E, nafasi ya ubunge au kuchukua fomu kwa ajili ya kupigania nafasi ya ubunge katika jimbo la Tandahimba kule mkoani Mtwara ambako ndiyo yeye alikozaliwa na kukuria kule. Sasa hatufahamu nini ambacho kimeendelea kwa upande wa Harmonize, kwa sababu hatujaona taarifa yoyote ikimuonesha Harmonize kwamba bana ameshachukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge kule kwao Tandahimba. So, na hao ni baadhi ya wasanii lakini pia watu wanaohusiana na I mean burudani pamoja na michezo waliochukua fomu kuwania nafasi mbalimbali za uongozi CCM katika uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakaofanyika Oktoba 2025. Na hii hapa ni Monny TV online, naitwa Monny himself, mvua wa burudani. Asante kwa kusubscribe YouTube channel hii na kuwa sehemu ya familia ya Monny TV online.